Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Ayubu Mohamed Mahmud amesema njia ya uhifadhi wa Qur'an kwa kiasi kikubwa unajenga mustakabali mwema wa silka na utamaduni wa dini ya Kiislamu. tujiunge na faida kiombe, mimi niwashukuru sana na kuwapongeza sana jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani ya wilaya ya Kati kwa kubuni na kusimamia jambo jema. Akizungumza katika mashindano ya kuhifadhisha Qur'ani kwa wilaya ya Kati Jukuwiza, amesema utamaduni huo umeweza kuweka mfumo wa maisha ya binadamu. Amesema miongoni mwa hayo ni mapambano dhidi ya mmonyoko wa maadili, ili kuliwezesha taifa kubaki katika mazingira salama. Kwa hiyo, mimi niungane nanyi kama mlivyoomba, kwanza kuendeleza mambo haya, kwa sababu kuendeleza mashindano ya Qur'ani maana yake tunaweka au tunachora alama kwenye jiwe, alama ambayo itaishi sasa na siku zijazo kwa maslahi ya tunao wawezesha kuhifadhi Qur'ani, lakini na maslahi ya wilaya yetu na taifa letu. Kwa hiyo tuendelee kushikamana katika jambo hilo, nami nataka niwaahidi kwenye hilo nitakuwa bega kwa bega nanyi, na insha Allah mashindano haya kama tumeyafanya kinyonge ya ya insha Allah hatutafanya kinyonge sana. Katibu wa jumuiya hiyo ya kuhifadhisha Qurani, Shehe Muhammad Ali Abdallah amesisitiza wazazi kuhimiza vijana wao kusoma kwa bidii na kukihifadhi kitabu hicho cha Mwenyezi Mungu. Hii ni jumuiya iliyokuwepo katika wilaya ya Kati ikiwa na lengo la kufanikisha maendeleo mazuri ya vijana wetu kama tunavyoifahamu wilaya yetu ya Kati ilivyogubikwa na mambo mbalimbali ya anasa. Kwa hiyo vipi tutakiokoa kizazi chetu cha Uislamu? Ni lazima tuandae vitu ambavyo vitawavuta vijana wetu katika jambo hili. Akisoma risala ya kuhifadhisha Qur'ani wilaya ya Kati, Jukuwiza na Rais Humudi Muhammad amesema wanaomba kuungwa mkono kutokana na wilaya hiyo kugubikwa na mambo ya starehe mashindano hayo aliyowashirikisha jumla ya madrasa saba za wilaya ya kati kwa kusoma tahfidh Qur'ani na tashjihi, washindi na kupata zawadi mbalimbali mbalimbali. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud. Wa ma adraka mat-Tariq ni aya ya ngapi na ya sura gani? Mimi ni Faida Kirumbi wa ZBC. Mashaallah.